Kabla hujaogopa monster jiulize swali hili kwanza: ni nani hatari zaidi, kiumbe asiyechagua kuzaliwa au muumba anayekataa kuwajibika? Kwa waliodhani Frankenstein ni filamu ya monster ya kutisha tu au hadithi ya kiroho isiyo na undani, leo tunavua filamu hii nguo zake zote. Karibu Movie Secrets By Us, mahali ambapo filamu hazionekani kwa macho, zinatafsiriwa kwa akili. Frankenstein si jina la jitu, na hilo ndilo kosa kubwa zaidi ambalo watu wamefanya toka walipoitazama filamu hii. Frankenstein ni jina la muumba, sio kiumbe, na hapo tayari filamu inaanza kutuhukumu. Jina Frankenstein linabeba maana ya jiwe la mto, kitu kigumu kisichosogea, kisichobadilika. Filamu inatuuliza swali zito sana: je, ni nani aliye mgumu zaidi mwili ulioshonwa au moyo wa muumba wake? Tunakutana na Victor Frankenstein, mwanasayansi mwenye akili ya ajabu, lakini dhamiri siyo na subira. Victor anawakilisha binadamu wa kisasa anayejua kutengeneza, lakini hajui kulea. Anataka kuwa mungu, lakini hataki mzigo wa uungu. Kiumbe anachokiumba hakipewi jina, na hilo si kosa, na wala si bati mbaya, ni ishara Kutokumpa jina ni kukataa uhusiano, ni kusema nilikuumba lakini sihusiki na wewe. Filamu inatufundisha ukweli mchungu sana hapa. Kila kitu usichokipa jina unakikataa kuwajibika nacho. Huyu monster anawakilisha kila kitu ambacho jamii huumba kisha hukikataa: watoto waliotelekezwa, vijana waliopuuzwa, jamii zilizosukumwa pembeni. Hajazaliwa na uovu, anafundishwa. Anapojaribu kujifunza lugha, anajifunza pia maumivu. Anapojaribu kuelewa upendo, anakutana na chuki. Hapa filamu inatamka wazi kabisa, jamii hailei, jamii hufundisha. Ndiyo maana kadri kiumbe anavyokataliwa, ndivyo anavyoanza kuumiza. Si kwa sababu ni mbaya, bali kwa sababu amejaa majeraha ambayo hayakuwahi kutibiwa. Tukija kwa Elizabeth, yeye ni zaidi ya muhusika wa pembeni. Elizabeth anawakilisha huruma, upendo na sauti ya maadili ya binadamu. Yeye ni kile ambacho Victor angekuwa kama angechanganya akili na moyo, lakini hata huruma inakuwa dhaifu ikiwa haijasimamiwa mapema. Sasa hapa ndipo tunapomleta yule muhusika ambaye watu wengi humwacha, mjomba wake Elizabeth mzee aliyempa Victor kazi, hifadhi na nafasi. Huyu mzee anawakilisha mfumo wa jamii. Yeye ni taasisi, mamlaka, wazee wa maamuzi, jamii inayotoa nafasi bila kuuliza dhamiri. Anampa Victor rasilimali, lakini hamuulizi anafanya nini na akili yake. Filamu inatuambia kitu kizito hapa: jamii nyingi hufadhili vipaji, lakini haisimamii maadili. Mjomba huyu si mbaya, lakini ni mzembe wa dhamiri anawakilisha watu wanaosema mradi ni mwerevu achafanya anachotaka na matokeo yake jamii nzima inalipa gharama. Ishara kubwa nyingine kwenye filamu hii ni umeme. Umeme ni uhai, lakini pia ni maangamizi. Hapa filamu inasema teknolojia haina hatia, nia ya binadamu ndiyo shida. Kadri Victor anavyomkimbia kiumbe wake, ndivyo kiumbe anavyozidi kumfuata hii ni sheria ya maisha. Unachokikimbia hukifanyi kitoweke, hukifanya kikufuate. Mwisho wa Frankenstein haujaribu kutuogopesha, unatuacha na swali la dhamiri: je, monster ni yule aliyeumbwa au yule anayekataa kuwajibika? na hapo ndipo filamu hii inapogeuka kuwa kioo cha dunia ya leo. Tumeumba teknolojia kali, mifumo mikubwa, vizazi vyenye nguvu, halafu tunakimbia jukumu la kuvilea, na tunapoumia tunatafuta monsta wa kumlaumu. Kama breakdown hii imekugusa hata kidogo, basi ujue bado kuna mengi zaidi. Hii ilikuwa ni Movie Secrets By Us, mahali ambapo tunatafsiri mafumbo, ishara na maana halisi ambazo zimejificha kwenye filamu na kisha zinatufundisha sisi wenyewe. Subscribe, follow na uendelee kutazama filamu kwa macho ya akili, kwa sababu wakati mwingine monster si yule aliye mbele yetu, bali ni yule aliye ndani yetu. Na hii ilikuwa ni Movie Secrets By Us, karibu na asante.